Manispaa yetu ndugu mgeni rasmi ina jumla ya shule 40 kati ya hizo shule 30 ni za serikali na shule kumi ni za binafsi na mashirika ya dini. Shule za sekondari zina jumla ya wanafunzi 25176 kati ya hao wanafunzi 22362 ni wa shule za serikali na 13114 ni wa shule za binafsi na mashirika ya dini Halmashauri yetu mgeni rasmi ina jumla ya walimu mia sita na sita kati ya hao walimu mia nne kumi na tano ni wa masomo ya sanaa na walimu mia moja tisini na moja ni wa masomo ya sayansi na hisabati. Pia divisheni ya elimu sekondari ina wanafunzi wenye wa mahitaji maalum wapatao patao wavulana wakiwa hamsini na mbili na wasichana mia moja arobaini na watano. Tunapenda kuishukuru halmashauri ikiongozwa na wee mwenyewe halmashauri yetu ya manispaa kwa kutenga fedha za mapato ya ndani katika miradi mbalimbali mbali ya kielimu. Pia wewe binafsi tunapenda kukushukuru kwa kutenga muda wako na kuja kushiriki nasi katika tathmini hii ya maendeleo ya elimu katika divisheni yetu na kuweka mikakati ya kuinua ufaulu kwa mwaka 2025. Geita oye! Manispaa ya Geita oye! Hebu sikilizeni, kuweni comfortable hii, hii sio war zone. Acheni stress kwenye maisha, acheni stress, utakufa wakati sio wako. Ni ubunifu wa namna hii ambao unapaswa kuendelea hapa. Kuna mtu ameacha kuwaza vikoba. Sisi walimu tunafanya kazi ngumu, kazi kubwa. Kila mtu ambaye anajisifia kwa taaluma yoyote huyu, ametokana na mwalimu, amefundishwa, ameeleweshwa, ameelimishwa, amekumbushwa, amefahamishwa. Kwa hiyo katika taaluma ambayo inapaswa kuheshimiwa sana, ni taaluma ya ualimu, kwa sababu inamfuta mtu kutoka kwenye umaamuma, kuto kuelewa jambo, na hatimaye kuona nuru. kwa ni tamani mtu anapokuwa kwenye taaluma hii, cha kwanza yeye mwenyewe aone fahari ajifaharie, kwamba mimi ninayo taaluma ambayo ni nobo ambayo kila mmoja ninayemuona mbele yangu ametokana na taaluma yangu. Ndugu zangu, tumshukuru na kumtegemea Mungu, Mungu kwanza, wazazi wetu baadaye, viongozi ambao wanatuongoza mahali pa kazi. Tukifanya hivyo, tumeanza na mguu mzuri. Jambo la tatu kila mmoja azingatie muda. Muda ni mali. Jambo muhimu jingine ni mahusiano. Mahusiano ndani ya familia yako, mahusiano mahali pa kazi, mahusiano ya kitaasisi, mahusiano. Kwa hiyo mimi nawachagiza tu, hebu tuimarishe mahusiano mazuri kuanzia nyumbani mpaka mahala pa kazi. Kwa hiyo ninatamani kusisitiza kuhusu afya, sanaa, burudani na hiki ambacho kimefanyika leo basi kisifanyike leo ikawa mwanzo na mwisho. Lakini leo niseme kwa moyo wa shukrani kubwa sana kwamba afisa elimu na wataalamu mlio ofisini kwako kwa kweli mmenifurahisha sana, sana, sana, sana kwa hiki ambacho mmekifanya. Mlikuwa na nafasi ya kusema tunafanya kwa shule tu za serikali, lakini mmeamua kufanya kwa wote. Na Mungu awabariki sana. Mimi nawapenda. Nawapenda sana.